Hisa ni umiliki halali wa biashara au kampuni fulani. Kisheria wewe una sehemu ya umiliki wa kampuni hiyo. Hisa ni bidhaa kama zilivyo bidhaa zingine, kama zilivyo bidhaa za nafaka, kama zilivyo bidhaa za nguo za mitumba, kama zilivyo bidhaa zozote zile, ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji, ambazo unazifahamu wewe. Benjamin Graham katika kitabu chake cha The Intelligent Investor Anataka ufahamu kitu cha msingi lakini cha kina sana. Anasema, unaponunua hisa unakuwa mmiliki wa kampuni. Wakuu wote hadi mkurugenzi mtendaji CEO wanakufanyia kazi. Bodi ya wakurugenzi lazima wakujibu, biashara zake ni mali yako. Mwisho wa kunukuu. Sababu ya kwa nini uwekezaji kwenye hisa kupitia kilimo utakufanya kuwa milionea, ndugu mtazamaji, ni kuwa kilimo chako kuzingatia mbinu bora za kilimo kinaweza kutoa mazao mengi na yenye thamani kubwa, ukiyauza soko la ndani lakini pia ukiyauza katika soko la kimataifa. Asilimia hamsini ya mauzo unatakiwa uwekeze kwa kununua hisa bora. Kwa mfano, hisa za CRDB. Mfano, kwa mkulima aliyenunua hisa za CRDB tarehe moja mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini na mbili hisa zenye idadi ya elfu mbili mia moja na tano zenye thamani ya Tanzania shilingi laki saba na elfu tisini na tisa mia tisa. Na kwa kila hisa moja aliweza kununua kwa shilingi mia tatu themanini. Leo ishirini ishirini na tano mwezi wa sita akiziuza zote kwa kila hisa shilingi 800 ni sawa sawa na Tanzania shillings milioni moja laki sita na elfu themanini na nne. Ukitoa mtaji alioanza kuwekeza huyu mkulima 799,900 atabaki na faida au ukuaji wa mtaji wa shilingi laki nane na elfu themanini na nne na mia moja laki nane, themanini na nne, na mia moja. Hii ndiyo tunasema ukuwaji wa mtaji. Ulinua hisa moja wa shilingi mia tatu themanini mwaka elfu mbili ishirini na mbili lakini mwaka elfu mbili ishirini na tano hisa ikakua mpaka e, kufikia shilingi mia nane. Kwa hiyo ukiuza hapo unakuwa umepata faida ya ukuaji wa mtaji. Hiyo ni moja ya faida nzuri sana ambayo e, ukiwekeza katika hisa kwa muda mrefu utanufaika nayo.